Lakini tumepambana muda mrefu juu ya swala la mbegu za asili traditional seeds, nilikuwa nagombana sana na former DG na wanasayansi. Ni Waziri wa Kilimo, Hussein Bashe, akitoa maelekezo kwa taasisi ya udhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI kusajili mbegu za asili za kilimo kabla ya Mei 21 siku ambayo atawasilisha hotuba yake ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Waziri Bashe anatoa maelekezo haya leo mkoani Dodoma wakati akifungua mkutano wa taifa wa wadau wa tasnia ya mbegu na kusema kuwa wakulima wana fursa ya kufanya uchaguzi wa aina ya mbegu wanazotaka kupanda, iwe za kisasa ama za asili, na hivyo kuiagiza TOSCI kufanya usajili wa mbegu ya asili ndani ya muda huo ili iingizwe sokoni na kuanza kutumika rasmi. Unapoenda dukani ni lazima tumfikishe mahali mkulima make choice aone certified traditional seed hybrid OPV. Pale nje nilikuwa nawatolea mfano, nikienda leo restaurant nikitaka kuku wa kienyeji sinampata, sinaagiza my choice yani, muuza chipsi atakwambia unataka kuku wa kienyeji, wa kisasa Si ndio? Why issue ya traditional seed multiplication system na certification system kwenye nchi ilikuwa ngumu sana? Ni ngumu kwa sababu tumekuwa uh, imposed thinking ya kwamba product, matumizi ya traditional seed ni ushamba which I don't agree with. Kama mkulima anayetumia tembo anapata tani mbili, si ndio? Hivyo jamani, mnatuambia tani mbili ama tatu. Mkulima wa, wa Karatu yuko hapo nje, kuna mwingine wa Morogoro yuko pale nje, ametumia mbegu ya asili amepata gunia ishirini. Ya gunia ishirini ni tani ngapi? Mbili. Niliwa challenge mwaka juzi wanasayansi, nikaambia huyu hapa wa Karatu amepata 18 bags na inamsaidia. Mnatuambia wanasayansi zina more nutrients, zina nini, story nyingi. Sasa tuwekeeni mezani, menu nichague mwenyewe, nataka kuku wa kisasa, nataka wa kienyeji, iwe choice yangu. Haya mambo ya kufungwa mnyororo wa kwa sababu kuna donors na wataalamu wa kutoka huko nje wanatupangia menye. That should not be in this country. Let farmers get what they want. <laughs> Nikitaka hybrid seed nitainunua dukani Pioneer, Tembo, nini ile ya, u, ya, ya Uyole ambayo sahizi nimeproduce eh yu nini mnaita uh 6300 nitaichukua mwenyewe. Nikitaka ile ya kisukuma tunaita utala utala, ya kienyeji ina rangi nyingi, niikute dukani. Toski kai certify tari, wamefanya characterization na kushukuru DG sana, wameshamaliza variety ngapi? 4. Mnasajili ngapi? Tumeshakuwa na varayati zetu za asili za mpunga na mahindi, na nimemwambia DG nilikwambiaje? Kaka yangu, ziwe zimesajiliwa before na hutuba yangu ni Jumatano. Lazima ziwe zimesajiliwa na waniletee, si waga tuna sign, eh? Mbona eh, za hybrid zinakuja haraka? <laughs> eh, juzi tu nimesaini msururu mrefu wa hybrid seed. Nimewaambia nasoma hotuba tarehe 21 na 22, bajeti ya Wizara ya Kilimo. Lazima nisa ziwe zimeshasajiliwa na Toski na waniletee niwe nimeshazisaini halafu

Kutoka Dodoma mimi ni Fadhili Akida. Na hii ni Daily News Digital. <coughs>